Uweke nyumbani ah, ya salaam ya gulam raha, mpate ule mtungi uweke, au pate kiriba, kiiba kiriba ni ile nyato, kile kiwele changamia kile hufungwa kwenye dirisha, kapa na upepo, yale maji basi ndani baridi yake number one Kinyi mpaka maji baridi mpaka maji tamba msikitini mpaka mwekewe maji baridi. Ukiweka maji atoka hiyo, hakuna maji baridi, hakuna maji baridi. ndaka ndio kwako <laughs> na yeah. Je, kuna ndaka ndio kwako huko. kuna aina ngapi za dhulma? Nyingi, lakini tu ni kupe short and clear. kila kitu kikifanywa sivyo, ni dhulma, lakini aina nyingi kuna wewe kuwadhulumu watoto wako, kuna watoto kudhulumu wewe, kuna wewe kumdhulumu mke, kuna mke kudhulumu wewe, kuna wewe kujidhulumu mwenyewe nafsi yako, kuna wewe kuwadhulumu wazazi, kuna wazazi kudhulumu wewe, kuna wewe kumdhulumu jirani, jirani kudhulumu wewe kuna wewe kudhulumu rafiki, rafiki, lakini dhulma mbaya, ya bunaya la tushrik inna shirka la dhulmun adhim, shirki ndo dhulma mbaya zaidi na kila dhulma ikikurubia wewe, ni wa mbaya zaidi kujidhulumu wewe mwenyewe nafsi yako, ndio Mwenyezi Mungu akatwambia eje, fala tadhlimu fihinna anfusakum, dhulma nafsi ya... mtu kujidhulumu mwenyewe, haya ni dhulma mbaya zaidi. Naam, kurithi wazazi makafiri ni yaani ajuzu wao, hakuna hata huyu, auliza mtu aweza kuwarithi wazazi wake wasiokuwa Waislamu. Ayua poleni kilma cha kafiri Mingine, yeshma izuna min hutukia. Umwambia we kafiri, mi hukariri sana hapa. Kafiri si matango. Mtu akikwambia we kafiri, haja kutukana, maana we kafiri, maana yake wewe huamini imani niaminio, ndio maana yake, maana yake tumeli, tumeliona tuweke kama mtu kwa kusema Mkristo, maana yake nini? Huyu ana itikadi maalumu, yuaiamini. Ukinena Muislamu, maana yake nini? Ana itikadi maalumu sasa upale ukisikia we kafiri, tukana? Ah, sikukutukana. Manake unachoamini wewe sicho ninachoamini na mimi, pia kwako nakubali, mimi kwako wewe pia nani kafiri. Mimi kwa kila anayeabudu anayemwabudu Yesu aniite mimi kafiri, hakuna neno, manake kwa imani ile mimi nakanusha ni amkanushi. Kwa hiyo sisi pia makafiri kwa wao. Ukafiri si tango. Ukafiri ni maelezo ya nini? Ya kuwa imani. Kwani sisi Waislamu kwa Islamu hatukufurishani, hakuna Waislamu wakufurishao Muislamu wenzake, atele wale Islamu leo waelezwe, Islamu wale makafiri, halafu maana wale makafiri, maana yake itikadi. Tunaitakidi sisi sio itikadi wanaitakidi wao. Sasa mtu mzazi wake si Muislamu, afaa kumrithi? Hakuna kurithiana baina ya Muislamu na asokuwa ila hakuna mirathi ila katika Uislamu. Hapa munifahamu vizuri, haifai. Wajua, wajua, ukisema kurithi maana yake ni nini? Mathalan, mathalan, sisi tumefiliwa na baba yetu, baba yetu ameata mali tuko watoto watano, baba yetu ameata nyumba ina flati tano. Boss wataka na flati na banga one. wewe two. wewe three. wewe four. wewe tuko mixi wake na wanaume tuko watano tukagawanya flati tano. Kila moja flati tutatutaambiwa tumefanya, ni? tumefanya nini? Tuko wata... wanaume watatu wanawake wawili nyumba iliyobakishwa mama pia hako baba ametuata sisi tu watoto haan, kuna mama maanake, tukishakueko sisi jana wa kiume, maami, manti hawa potele ya mbali hawana lau nafasi yao ya kulia tu katika mali hawana nafasi. Sasa baba ametuata watoto watatu wa kiume watoto wawili wa kike na nyumba ina flati tano, we tukua number 1, number 2, number 3, number 4, number 5. Sawa sawa tumekubaliana, tumekubaliana, haya tukaandikiana tutaambia tumefanya nini ya baba sema vile hujuwavoe, tutaambia tumefanya nini? La, na hatufai kuambia tumerithi, kwa sababu kurithi ni mpaka wende according kala Allahu kala Rasulullah, Mungu asemaje? wewe atakautukue ngapi? wa sasa, si lazima kurithi, lakini ni haki kurithi. Sijui umenifahamu si lazima. Mathalan, babako amekufa ameata kijumba Mshomoroni, wewe mm mmoja, ukizia landa na uko na majumba tele, kama ndugu yako tukua wewe una kibri eh. kurithi si sunna, kurithi si sunna kwamba asorithi atakuwa amevunda sunna. La, kurithi ni haki, una haki, wataka kurithi, ni haki yako, rithi. Umesamehe, umesamehe umesamehe ahlan wa sahlan. Sijui umenifahamu, sijui umenifahamu. Kwa hiyo kurithi si si nini, si lazima, ni haki yako. Sasa haiwezekani kurithi ila kupitia kitabu cha Mwenyezi Mungu, na katika kitabu cha Mwenyezi Mungu ni kwamba hakuna kurithiana baina ya muislamu na asokuwa. Sasa babako amekufa, si muislamu mamako wamekufa si mwislamu, ndo mekula kwake, la wale watagawanya, wale hawarithi wale, ufanyani? wakikupa tuku aha, ndiki wale upijia, ndiki ugawanyiana tu, umegawanyiwa fanya nini hapa. Umege... kurithi si lazima lakini mi... sisi tukiamua, sisi tukiamua kurithi hatufai kumridhisha kumrithisha wa Mwislamu, lakini tumegawanya shauri yetu. Tuko hapa tuko hapa sasa. Baba amefariki, si Mwislamu, mimi nimegawanyiwa fungu langu la babangu, si mirathi ile, nimegawanyiwa, sikurithishwa. Tufahamu tofauti ya kurithi na kufanya nini. Huwezi wewe, huwezi wewe na ndugu yako wa kike mukapeana mali nusu kwa nusu, kisha mkasema mumefanya nini, mumerithi? Yawezekana, ikiwa ni kurithi ni yeye achukue one third, we uchukue two, ndiyo sio? Yeye achukue, wewe uchukue mafungu mawili kama mwanamume na yeye achukue fungu moja, lakini mumepeana nusu kwa nusu. Hiyo haitwi kurithi, hiyo yaitwa kugawanya, na mmeruhusiwa na sharia. Tumefahamu kinyume. Babako ameata nyumba mbili, moja ina fulati tano, moja ina na fulati mbili, na wewe na sistako, ukamwambia sister, ile ya flati tano tukuwa wewe, mimi nitakuwa hii. Aloingia chocha kike nani? Si wewe mwanamume? Usinambe mimi, lakini imeruhusiwa kisheria, simmekubaliana kwa kudai kwamba ndio sharia, sifai lakini kuruhusu. Mmemsikitikia huyu mwanamke maskini mume ni hawa yeo, kuna wanawake maskini wamezalishwa hawayuizijana watanulia nguo zaidi kwa midume, haina habari kabisa kabisa kabisa, kwenda kumzalisha kijana cha watu. Angalia wale watoto, basi angalau dhulma hii hiyo, no ndo dhuluma sasa. Usikiao no hiyo ndio dhuluma. wala taziru waziratun wizra, khalas. Watoto wamefanya kosa gani? Mama kweli amekwenda kinyume, kuna zaidi ya kosa hilo, lakini si watoto. Wale watoto hakumtukua mama, nakatongozwe. Waangalie watoto wako sikukuu, wajua watoto hawana wanacho, hakuna mtoto weketi na mtoto mwelezele Lailatul Qadri mwanzo mpaka mwisho kwa zitabu zote za hadithi, hana maana lakini muende mwambie tu watamani watamani Idi, usikie bala ataka kesho, hana haja ile Laylatul Kadri ile. Laylatul Kadri yake ni ipi? Idi sasa, wewe miskini kijana, mpaka sasa ana wendani wake kila yao huya na boksi la nguo mpya, hata mpaka sasa hata chupi mpya hayapata na sikuwa huna uwezo, jeuri tu, utaki kumfanya nini? ha kumnunulia haifai. Sasa kuna mambo katika sharia tumeruhusiwa tukubaliane. Naam. Endelea. Uko kwenye somo, madaktari nao kwa nini wasifanye kazi usiku? Baada ya watu mtano wafunge makini usiku waje wasafishane. Kwa ufupi. Kusafisha meno kama kupiga mswaki tofauti, ms ule mswaki ule mswaki usafisha ile ile kama nguo, kuna nguo utaji sabuni, kuna nguo utaji jiki ile <laughs> mashini ni jiki. Sasa tatizo haliko kwenye kusafisha, tatizo kwa kisafishacho hakitopita. Ikiona hakika hakipiti, na kikipita hata kwa bahati mbaya, imekula si kwangu. Mi siende kusafisha, yangu safi. Tuko ni kama kusukutua, umeambia ukisukutua usipeleke maji wapi, koni, yaani tia tu lakini wewe ni yatim, wapenda sunna sana. <laughs> Hakuna <laughs> <laughs> zuilia na ukimaliza utafanya nini? Utailipa. Ha? <laughs> <laughs> Sindano tumeshaelezea hapo. Sindano ya nini? Haina neno sindano. Asiamishi basi sindano ameno. Mambo sasa ianze lisitoke, magharibi <laughs> utajua utafuturu vipi. Maanake ule kama hana ulimi kama sirio usitoke wewe, na magharibi imeingia, ndio utajipanga. Safisha meno ni kama kupiga mswaki, kikimizika kitu hata by mistake, utailipa ile siku. Naam.